that that I I shall shall do do right to to all all manner of persons in accordance with the the constitution of of Kenya and the laws and laws conventions of parliament, that I shall do justice to all. So help me God. Nachukua nafasi na hii kwa niaba ya uongozi wa wali wa chache katika bunge la Bungoma kumkaribisha ndugu yangu ambaye pia ni rafiki yangu Eric Wekesa katika assembly ya Bungoma Leo tu ni siku ambayo amekula kiapo na tuko hapa kama wenzake kumkaribisha katika bunge la Bungoma na tuko tayari kufanya kazi na yeye. Nachukua fursa hii kushukuru watu wa Kabuchai, Chwele Kabuchai, wote tuletea Mheshimiwa Eric kwa county assembly ya Bungoma. Ni kijana mwenye nimejua kwa muda maka kazi. So Mheshimiwa Eric, na watu wamekuamini wafanyie kazi hapa kwa assembly. Tuko na vyama mingi lakini wamekuja kama independent Kuonyesha kwa kwamba hawa watu wa Kabuchai walikuwa na imani na wewe, hawakuwa na imani, hawakufika imani yao kwa chama, lakini walikuangalia kama individual hmm, wakakupatia kura. Na hii imeleta siasa tofauti sana ya 2027 Bungoma. Ukiendelea hivi 2027 kuna wengine watoronga chini evet. Leo hii Bungoma tuko na historia historiani kwamba Erick ambaye amepita kura ya Chwele Kabuchai, amepikana na vigongo wa hii kaunti, na yeye alikuwa single-handed, na amepita hii kura. Sisi tumemkaribisha hapa assembly, uchape kazi, ufanyie watu wa Chwele Kabuchai vile walikuwa wanataka uwafanyie. Na sisi kama mimi, viongozi wa hiyo wachache katika assembly ya Bungoma, tunakukaribisha na tutakuelekeza. Na hii miaka imebaki moja mwaka na, na, moja karibu na nusu, tukirudi kwa kura utakuwa umeiva sasa, utakuwa umejua njia zote, na ukui huko utafanya mambo mamboa Na wasiwasi karibu, usikie uko nyumbani, hapa assembly ya nyumbani kwako. Sasa kila hadi ambayo tumeweka wakati wa kampeni tutafuata moja kwa moja, ili watu wetu wapate yale matumaini ambayo walikuwa nayo, inakuwa practical kwa maisha yao. Nashukuru waheshimiwa wenye wako hapa, wengi wamenisaidia. Naona kuna warembo hapa, kuna wazee kama ndugu yangu Mlongo, kuna vijana. So hapa mimi nimepata viongozi e, ambao wamenikaribisha. Nashukuru spika, nashukuru clerk na uongozi wote assembly, wamekuwa wazuri kano, na ile mlikuwa mnasikia huku, ni mzuri tu, hakuna shida yoyote. Huko mtanisaidia mm -hmm. tutashirikiana nao ili tuhakikishe watu wa Chwele Kabuchai na Bungoma kaunti wanapata haki yao.